Maandamano yalishuhudiwa jiji kuu la Tanzania, Dar es Salaam, waandamanaji wakijitokeza kupinga uchaguzi mkuu ulioendelea nchini humo. Makabiliano yalishuhudiwa kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji, watu kadhaa wakiripotiwa kujeruhiwa kwa kupigwa risasi. Raia hawa wakisimulia kinachojiri nchini humo. Sisi tunataka tume ule uchaguzi, ili kila mtanzania ashiriki kuchagua viongozi anamtaka. Sisi ni watanzania wapenda haki wa nchi hii. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki, sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo, wameweka watu wao. Sijapigwa lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu, na sababu kosa lakini asionasababu aa, sijui lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje. Na kama msipotoka nje tutapigia mimoshi, mtoke mimoshi na mabomu ya machozi. Ni tupigwe risasi na wakati tunaandamana, maandamano ya haki. Kwa nini tupigwe risasi kwa hicho kitu? Si tunapinga na hii isho, haishi leo wala kesho mpaka ikubarike. Kamila Sombora ambaye ni mkuu wa polisi nchini Tanzania ametangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa kumi na mbili jioni hadi saa kumi na mbili asubuhi kama lengo la kukabili waandamanaji. Baadhi ya watu wasioitakia mema nchi yetu wamefanya vurugu mbalimbali na kuleta madhara katika maeneo hayo ikiwa ni pamoja na mali ya wananchi. Hatutaki. Machafuko hayo yalianza Ubongo na kusambaa maeneo kadhaa mjini Dar es Salaam. Hii ndiyo hali iliyoshuhudiwa mjini Morogoro baada ya vituo vya kura kufungwa mida ya saa kumi jioni. Mali na miundo misingi muhimu yakiharibiwa na waandamanaji wenye ghadhabu. Mapema asubuhi Rais Samia Suluhu Hassan aliwasili kupiga kura huku akiwarai raia kujitokeza kupiga kura kwa amani.